Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa viashiria vya uchumi na bajeti katika mwaka 2024/25 umeendelea kuwa wa kuridhisha. Katika mwaka 2024, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa asilimia 5.5 ikilinganishwa na asilimia 5.1 ya mwaka 2023. Ukuaji huo ulitokana na ongezeko kwa uzalishaji wa umeme uimarishaji wa huduma za jamii, kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochachua shughuli za kiuchumi, pia kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha kwa sekta ya uchumi. Aidha, sekta zilizokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji katika kipindi cha mrejeo ni pamoja na shughuli za sanaa na burudani kwa asilimia 17.1, fedha na bima asilimia 16.3, na habari na mawasiliano asilimia 14.3. Mheshimiwa Naibu Spika, mfumuko wa bei kwa mwaka 2024 umepungua hadi kufikia wastani wa asilimia 3.1 kilinganishwa na wastani wa asilimia 3.8 kwa mwaka 2023. Kiwango hicho kipo ndani ya lengo la nchi ya jumuiya ya kikanda na wigo wa asilimia tatu hadi asilimia tano katika muda wa wakati, eh, wakati kupungua kwa mfumuko wa bei kulitokana na utekelezaji wa sera madhubuti ya fedha na bajeti, uwepo wa utoshelevu wa chakula nchini na uboreshaji wa miundo mbinu ya uchukuzi iliyorahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi kwenye masoko. Maelezo kuhusu akiba ya fedha za kigeni na mwenendo wa ukusanyaji wa mapato inaelezwa zaidi kwenye aya ya sabini na nne hadi ya aya ya sabini na sita ya hotuba yangu iliyoko kwenye vishikwamba vyenu. Swala so, uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi. Mheshimiwa naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi na kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Hatua hizo ni pamoja na kufanya maboresho ya sheria kumi na mbili kupitia sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu ya mwaka 2024 na kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira na biashara ya uwekezaji. Serikali pia imeanza maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini unaolenga kuvutia uwekezaji wa nje na ndani kwa kuongeza fursa za ajira, uboreshaji wa miundombinu, upatikanaji wa soko la kimataifa na bidhaa za ndani za kukuza ushindani na ubora wa bidhaa. Maelezo kuhusu uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi yanapatikana kwenye hotuba yangu aya ya 80 hadi ya 83 ambayo pia imewekwa kwenye vishikwambi vyenu.